The Bible doesn't overindulge our curiosity about demons, but it tells us everything we need to know. Karibu Juice African Story, historia ya uongozi wa kweli wa pepo katika historia ya binadamu. Tangu mwanzo wa dunia, kabla ya maandiko kuandikwa, kabla ya falme kujengwa, binadamu aliishi akiwa na hofu ya kitu kisichoonekana walikiita kwa majina tofauti: pepo, majini, roho, mizimu, lakini jambo moja lilikuwa sawa katika tamaduni zote: nguvu hizi hazikuwa bila mpangilio. Zilikuwa na uongozi, zilikuwa na mamlaka, zilikuwa na mfumo. Leo tunachambua simulizi ya kihistoria ambayo jamii nyingi huogopa kuizungumza hadharani. Historia ya uongozi wa kweli wa pepo katika historia ya binadamu. Ustaarabu wa kale na serikali ya pepo. Katika ustaarabu wa kwanza kabisa wa binadamu, Mesopotamia, hakukuwa na dhana ya pepo kama kiumbe wa kubahatisha. Pepo waliaminika kuwa na majina na vyeo na maeneo ya kutawala. Kulikuwa na pepo wa magonjwa, vita vifo vya watoto, njaa. Lakini cha kushangaza zaidi ni hiki: pepo hawa waliwekwa kwenye ngazi za uongozi, mmoja hakuwa sawa na mwingine, kulikuwa na wakuu na waliotii. Hii inaashiria kuwa hata katika hofu za mwanadamu wa kale kulikuwa na zana ya serikali ya giza. Misri, Uajemi na India, utawala wa roho. Katika Misri ya kale kulikuwa na loo waliolinda maeneo na loo waliodhibiti kifo na maisha ya baadaye. Katika Uajemi kulikuwa na vita kati ya nuru na giza, pepo waliitwa Daeva waliopangwa chini ya viongozi wao. India ya kale ilitaja Asuras, viumbe wa giza waliopigana na miungu. Asuras walikuwa na wafalme wao. Tamaduni hizi hazikuwahi kusema pepo ni fujo, zilisema wana utawala. Shetani si pepo wa kawaida. Kadri dini zilivyokuwa, picha ya kiongozi mmoja ilianza kujitokeza. Shetani, Ibilisi, ha Satan hakuwa pepo mdogo, kiumbe wa mzaa. Alikuwa kiongozi wa uasi, mkuu wa falme za giza, mwendesha mfumo wa upotoshaji wa binadamu. Maandiko mengi yanasisitiza shetani ana jeshi, na jeshi halitembei bila amri, halina uongozi wa kiholela. Hii inamaanisha ufalme wa giza una katiba isiyoandikwa. Falme, wakuu na waku, na majeshi ya pepo. Katika maandiko ya siri ya kale, pepo waliolozeshwa kama wafalme, wakuu, majenerali, maafisa kila pepo alipewa eneo la kazi, aina ya dhambi, njia ya ushawishi wa binadamu. Mfumo huu unaofanana na serikali unatoa amri, unasimamia hofu, unasimamia tamaa. Pepo hawaharibu kwa vurugu, wanaharibu kwa utaratibu. Pepo na historia ya vita vya binadamu. Katika historia ya dunia vita visivyoelezeka Mauaji ya halaiki, ukatili uliopita mipaka ya binadamu, watafsiri wa dini walisema, hapa kuna ushawishi wa nguvu za giza. Si kwamba pepo walishika silaha, bali walishika akili za binadamu. Hofu, chuki, tamaa ya kutawala, hizi ndizo silaha za uongozi wa pepo. Afrika ya kale, utawala wa maeneo. Afrika ya kale iliamini kila eneo lina roho kila roho ina kiongozi. Misitu mikubwa, milima, bahari, yote yalikuwa na walinzi wa giza, wakuu wa kiroho. Wachawi walidai, hatuendi bila ruhusa ya wakuu wa ulimwengu wa roho. Hii inaonyesha tena mfumo wa uongozi, si vurugu. Uongozi wa pepo katika ulimwengu wa leo. Leo hatuoni pepo kwa macho, lakini tunaona matokeo yao: Ufisadi mkubwa, vita visivyoisha, kuporomoka kwa maadili, utumwa wa tamaa. Kwa tafsiri ya kisasa, pepo ni mfumo ya giza, uongozi wao, udhibiti wa akili. Wanatawala pale ambapo hofu inatawala, ukweli unafichwa, maadili yanauzwa. Historia yote inatuonesha jambo moja: pepo hawakuogopwa kwa sababu ya sura zao bali kwa sababu ya uongozi wao. Je, ni viumbe halisi au ni kivuli cha giza ndani ya mwanadamu? Labda jibu la kweli ni hili: pepo hutawala pale ambapo mwanadamu anaruhusu. Kama unapenda simulizi nzito za historia ya siri, subscribe, like na shiriki video hii kwa kukomenti hapo chini. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kane follow pia Instagram, natumia Juice Dangers TZ. Like now. Bye bye.